Bwana like, Yesu asifiwe. Mimi ni Askofu Benson Kalika Webagonza wa KKKT Diocese ya Karagwe. Ninapenda kuleta mwaliko kwenu nyote watazamaji na wasikilizaji kwamba Jumapili ambayo itakuwa ni siku ya Bwana ya nne katika majira ya Advent tarehe ishirini na moja mwezi Disemba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa na ibada kubwa kanisa kuu Rukajange, ambayo itakuwa na kusudi kubwa la kuwabariki na kuwaingiza katika huduma takatifu ya uchungaji mashemasi watano ambao wameandaliwa, wakalelewa katika vyuo vyetu na sasa wamehitimu, wako tayari kwa ajili ya kuanza huduma takatifu. Kwa tutakuwa na ibada ya kuwabariki wachungaji watano, lakini pia kipekee sana tutakuwa na tukio la kuwabariki makaka wawili wengine wanaita mabruda, makaka wawili. Hii ni daraja la huduma ya ushemasi wa kudumu, ushemasi wa kudumu. Vijana wawili ambao wamelelewa katika nyumba ya malezi ya mabruda kule Faraja Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, wanazaliwa katika diocese hii ya Karagwe, na sasa watabarikiwa kuingia katika daraja hilo la huduma ya kudumu katika ibada hiyo siku ya Jumapili sambamba na ibada ya kubariki wachungaji pamoja na mashemasi hao wa kudumu. Mimi binafsi siku hiyo katika ibada hiyo nitatoa shukurani ya pekee kumshukuru Mungu. Mwezi huu nimetimiza miaka ishirini na tatu katika huduma takatifu ya uaskofu wa dayosisi hii ya Karagwe nikiwa ni askofu wa tatu kwayo. Najisikia kuja mbele za Mungu kumshukuru kwa kunilinda, kwa kunivumilia na kwa kunipa watu wema wa Karagwe ambao wamenipa ushirikiano kwa miaka ishirini na mitatu. Kwa hiyo nawaombeni, ndugu jamaa na marafiki, mnisindikize ninapotoa sadaka ya shukurani maalum kwa ajili ya kumshukuru Mungu aliyenilinda kwa miaka ishirini na mitatu. Ibada hiyo itaongozwa na mimi mwenyewe nikisaidiana na mkuu wa nyumba ya madiakoni wa Faraja kutoka kule Moshi ambao tayari ujumbe wa nyumba nzima ya mabruda wamekwisha wasili hapa Karagwe tayari kwa ibada hiyo. Basi nichukue nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika ibada hiyo itakayoanza saa tatu kamili kanisa Kuru Kajange, ni wakaribisheni nyote ili tuweze kushirikiana. Katika ibada hiyo tutakuwa na mgeni maalum wa kitaifa ambaye atawasili hapa diocesini siku ya Jumamosi mchana. Karibuni tushirikiane katika ibada hiyo yenye utukufu mwingi na kwa kuwakaribisha hawa wateule saba, wanaoingia rasmi katika huduma takatifu za miito hii mitakatifu ya kuhudumu ndani ya kanisa letu. Mwenyezi Mungu awabariki mnapojiandaa kufika, na karibuni sana, asanteni sana. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.